Baada ya kumhimidi Allah subhanah na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam, ninawahusia pamoja na nafsi yangu kuhusu jambo zima la kumwogopa Allah subhanah kwa kutekeleza yale ambayo aliyotuamrisha na kuyaacha yale ambayo aliyotukataza. Kwa hakika Allah subhanah ametuwajibishia na kutufaradhishia ibada ya sala miongoni mwa zile nguzo tano za Uislamu. Na ameliashiria hilo katika aya mbalimbali na kupitia sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi mbalimbali. Miongoni mwa yale aliyoyaashiria Allah subhanahu na kuyelekeza na kuyawajibisha ni pale aliposema, wa aqimu ssalata wa atu zaka waatiu rasul la'allakum turhamun, na simamisheni sima sala na toeni zaka na mtiini mtume sallallahu alayhi wasallam wsalam, ili mpate kurehemewa. Kwa hakika ibada ya sala ni wajibu kwa kila Muislamu yule ambaye aliyekalifishwa na sheria na katika hao wapo miongoni mwao ni wazima wa afya na viungo, wapo miongoni mwao ni walemavu, ikiwa viungo au mabubu au viziwi au vipofu au wagonjwa. Wote hao Allah subhana amewafaradhishia ibada hii ya sala, na ni lazima kuwa waitekeleze ibada hii.